Katika somo letu lililopita tulianza kushuhudia Yesu anapoanza safari yake kwenye Via Dolorosa, hiyo ndiyo njia ya mateso. Ameshapigwa vibaya sana, amechoka kabisa, ana damu, na sasa amefika mahali pa kunyongwa. Mahali hapa panaitwa Golgotha katika Injili, ambayo ni neno la Kiaramu linalomaanisha fuvu la kichwa. Jina la Kilatini ni Kalvari, ambalo pia linamaanisha fuvu la kichwa. Hapa ndipo mahali pa kifo. Sasa hapa katika simulizi la injili ya Marko sura ya 15 na mstari wa 23 tunasoma hivi: wakampa divai iliyochanganywa na manemane lakini hakuitoa. Sasa tunajua kutoka kwenye historia kwamba wanawake wenye huruma kutoka mjini walikuwa wamechukua jukumu hili la huduma ya rehema. Walikuwa wanawapatia wale waliokuwa wanakwenda kusulubiwa kinywaji hiki maalum. Manemane iliyochanganywa na divai ilikuwa ni dawa ya kulevya, ilikuwa ni kinywaji cha kupunguza maumivu, lakini Yesu hakutaka kuruhusu maumivu yake yapunguzwe kwa namna yoyote ambayo ingeweza kuchanganya mawazo yake, akili yake. Yeye ana huduma ya kutimiza akiwa msalabani, na atatoa maneno yenye umuhimu wa milele kusulubiwa kulikuwa ni uvumbuzi wa walikuwa wanatumia njia hii ya kuwawa miaka elfu moja kabla ya wakati wa Kristo. Aleksanda Mkuu alipenda sana kusulubisha watu, aliwatambulisha Wakaradhagini njia hii, na baadaye Warumi waliiboresha ili kusababisha kifo cha polepole zaidi chenye maumivu na mateso makubwa zaidi. Ili kuchelewesha mchakato wa kifo, Warumi waliongeza kipande cha mbao kilichotumika kama kiti cha kienyeji kilichoitwa sedulum. Sedulum hii iliwaruhusu wahanga kujisukuma juu ili kujaza mapafu yao na hewa, lakini pia iliongeza mateso yao, na baadhi ya wahanga wangeweza kuishi kwa siku kadhaa kabla ya kufa kutokana na mchanganyiko wa upungufu wa maji mwilini, mshtuko, upotevu wa damu na hata kupoza kwa diafragm na kama hawakushambuliwa usiku na wanyama wakali basi wangeendelea kuteseka. Mtu aliyesulubiwa aligongwa misumari mikubwa kwenye msalaba. Kwa sababu misumari hiyo ingeweza kuchana kwa urahisi tishu na mifupa midogo ya kiganja cha mkono, utaratibu halisi ulikuwa ni kupitisha misumari hiyo kwenye kiwiko cha mkono; hiyo ilichukuliwa kama sehemu ya mkono kisha miguu ingegongwa misumari, miguu ikigeuzwa pamoja pembeni kwa pembeni katika hali ya kuinama, na miguu ingewekwa juu ya mwingine ili vifundo vyote viwili vya miguu viweze kugongwa na msumari mmoja. Miaka kadhaa iliyopita, mifupa ya kijana aliyekuwa amesulubiwa iligunduliwa mifupa ya viganja vyake ilikuwa imechomwa na msumari bado ulikuwa umebaki ukiwa umepitishwa kwenye vifundo vya miguu yake, kama nilivyoelezea hivi punde. Unajua, hili linaeleweka bila hata kusema, lakini nataka kusisitiza kwamba maumivu hapa yangekuwa makali sana. Kwa kweli, neno excruciating linatokana na neno la Kilatini linalomaanisha moja kwa moja kutoka msalabani. Unaona aina hii ya kifo iliunda msamiati wake maalum wa maumivu na mateso. Na je, unajua kwamba raia wa Kirumi walihakikishiwa kwamba haijalishi e eh, makosa gani waliofanya hawatakuwa na hofu ya kuwawa kwa kusulubiwa? Raia wa Kirumi hawakusulubiwa kamwe. Kusulubiwa kulikuwa njia ya kutisha zaidi yenye maumivu makali na ya kudhalilisha kufa. Sasa baada ya kusema hayo yote e eh, nataka kusisitiza kwamba injili hazijikiti sana kwenye maelezo ya kimwili kuhusu kusulubiwa kwa Bwana. Badala ya kuwa na maelezo mengi na taarifa nyingi, kwa kweli ni mistari michache tu. Wao wao wanatuambia tu kwa urahisi, kama vile Yohana anavyofanya hapa katika sura ya 19 mstari wa 18, wakamsalibisha na pamoja naye wengine wawili, mmoja kila upande na Yesu katikati yao. Injili ya Mathayo inatuambia kwamba wote wawili walikuwa wanyang'anyi kama ilivyoandikwa katika sura ya 27 mstari wa 38. Kisha tunasoma maelezo haya hapa katika Yohana sura ya 19 mstari wa 19. Pilato pia aliandika maandishi na kuyatia juu ya msalaba. Yalisomeka, Yesu wa Nazareti mfalme wa Wayahudi. Wayahudi wengi walisoma maandishi haya kwa sababu mahali ambapo Yesu alisulubiwa palikuwa karibu na mji na yaliandikwa kwa Kiaramu Kilatini na Kigiriki. Sasa mstari wa ishirini na moja. Basi wakuu wa makuhani wa Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali andika mtu huyu alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Kumbuka, Pilato alijua kwamba alikuwa amemtuma mtu asiye na hatia awawe kwa sababu ya vitisho vya viongozi wa Kiyahudi. Alijua kabisa kwamba maneno haya yangewakasirisha sana wale viongozi wa Kiyahudi, na alifurahia kabisa kuwachoma zaidi kwa kufanya hivyo. Lakini fikiria, kijitabu cha kwanza kabisa cha Injili kilichowahi kuchapishwa kiliandikwa kwa mkono wa mtawala mpagani, na maelfu ya Wayahudi wangesoma ujumbe huo kwa lugha yao ya Kiaramu. Pia kiliandikwa kwa Kilatini, lugha ya dola ya Kirumi. Pia iliandikwa kwa Kigiriki, hiyo ndiyo lugha ya dunia nzima. Kwa hiyo ingawa Pilato alikusudia hili kama kejeli kwa Wayahudi na taifa lao, iligeuka kuwa mwaliko. Dunia nzima inaweza kusoma, kuamini na kumfanya yeye kuwa mfalme wao. Tazama, maandishi haya hayakuwa rekodi ya kosa lake; haya ni tangazo la tabia yake. Yeye ndiye mfalme. Mstari wa 23 unasema askari walipokuwa wamemsulubisha Yesu, walichukua mavazi yake na kuyagawanya sehemu nne, kila askari sehemu moja, pia na kanzu yake, lakini kanzu ile haikuwa na mshono, imesokotwa yote kutoka juu hadi chini. Unaweza kufikiria hili kama malipo ya ziada kwa askari mavazi ya wahalifu ya ya mavazi yangekuwa yanaongezwa kwenye mavazi yao wenyewe kama malipo kwa kazi hii isiyopendeza. Sasa tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa na kanzu ya ndani isiyo na mshono au chiton, ambayo ilikuwa ya thamani. Inaonekana ilikuwa zawadi kutoka kwa mtu tajiri, labda labda imeshonwa kwa mikono na mwanamke muumini. Mstari wa 24 unatueleza kwamba askari hawataki kuikata kwa sababu haina mshono, hivyo wakapiga kura kuipata. Kimsingi wanatimiza unabii. Ukirudi kwenye Zaburi saa ishirini na mbili na madakika kumi na nane tunasoma wanagawana mavazi yangu kati yao na kwa nguo zangu wanapiga kura. Na kwa njia, kulikuwa na mtu mwingine mmoja tu Yerusalemu aliyekuwa amevaa vazi kama hili. Chiton ilikuwa sehemu ya mavazi ya kuhani mkuu. Ni nani angekuwa anastahili zaidi kuvaa kanzu kama hii kuliko kuhani wetu mkuu? Neno la kuhani kwa Kilatini linamaanisha mjenzi wa daraja. Sasa kuhani mkuu alitakiwa kujenga daraja kwa namna fulani kati ya Mungu na mwanadamu na kuonyesha njia, lakini hakuna kuhani mkuu wa kibinadamu aliyewahi kufanya hivyo milele au kikamilifu. Je, Yesu, kuhani wetu mkuu anakaribia kufanya nini? Basi atajenga daraja kutoka duniani hadi mbinguni, daraja katika umbo la msalaba huu wa zamani wenye magome. Na unapoitazama hii hali, unagundua mambo kadhaa. Unagundua hali halisi ya mambo. Mimi sitaki kupamba maneno hapa, tusijaribu, unajua, kupunguza au kusafisha hali hii. Hii ni ukatili, ni unyama, ni mateso yasiyostahili na ni maumivu makali sana. Hata hivyo, maumivu ya kimwili ya Yesu yanaongezwa na hata kuzidiwa na maumivu ya kihisia. Hata anapokuwa anakufa, wakuu wa makuhani na wengine wote wako pale wakimdhihaki. Haki. Luka anatueleza katika sura ya saa 23 na, na madakika 35, aliwaokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama yeye ndiye Kristo. Kweli hadi mwisho kabisa wanaendelea kukataa ukweli wa Yesu ni nani hasa. Na ukweli ni kwamba hakuja kujiokoa mwenyewe. Yeye amekuja kujitoa sadaka ili kukuokoa wewe na mimi. Sasa sisi hatupendi kuteseka chochote. Yeye alikubali kwa hiari kuteseka kila kitu kwa ajili yako na yangu. Wapendwa, hakuna kitu unachoweza kupitia ambacho Yesu hawezi kuelewa. Maumivu yako ya kukataliwa, tamaa zako kubwa zilizovunjika, yeye anayafahamu kikamilifu. Alipitia usaliti na kukataliwa, kutotendewa haki, mateso, kuachwa, kiu na hata fedheha. Unapokuja kwenye tukio hili hapa, unagongwa na hali halisi, lakini pia unapaswa kuondoka ukiwa na roho ya furaha. Nikwambie tukio hili la kusulubiwa linatangaza kwamba Mungu anatawala hata katika hali mbaya kabisa. Kwa dunia, maisha ya Yesu yanaonekana kupotea na lengo lake linaonekana kushindwa. Lakini ukweli ni kwamba mpango wa Mungu wa milele, hata hadi kwa askari waliopiga kura kwa ajili ya joho la Bwana, yote yamepangwa na kutimizwa kikamilifu. Katika saa ya giza kabisa katika historia ya mwanadamu na katika kila saa ya giza tangu hapo, Mungu anatawala kikamilifu. Napenda kusema kwamba hata pale ambapo kuna vurugu duniani, Mungu anatawala hata hiyo vurugu. Tuhakikishe tu kwamba ea, kwamba sisi binafsi tumepita kwenye daraja hili lililojengwa na kifo cha Mwokozi msalabani. Hakikisha umetembea kwenye daraja hilo hai, moja kwa moja kuingia katika familia ya Mungu. Basi hadi tutakaporudi tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.